Na Bwana Yesu asifiwe watazamaji wa Monica TV mahali popote mlipo. Tena kabisa na wasalimu kwa upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo mahali popote mlipo. Na Bwana, tumepata nafasi tena ya kuja kuonana na mtumishi wa Mungu aiba maonyesho kwa ajili ya hivi vipindi ambavyo niko na yeye ambavyo tuna mijadala tunayojadili kuhusu mambo ya injili. Hususan ikiwa upande wa uimbaji, ikiwa upande huduma. Kwa hiyo tunakuwa na mjadala tunaoleta, tunaongea pia na tunataka hata watazamaji wa Monica TV na wengine wanaweza mkao wanaongea kwenye komenti mawazo yenu. E, yote ni kwa ajili ya kusaidiana kwa safari ambayo tuko tuko nayo. Aa, awali tuliweza kufanya te mjadala wa swali ambayo nilikuwa nayo, nikamtafuta mtumishi wa Mungu kwa sababu niliona hili linamfaa yeye kwa upande wake sana, kwa sababu yeye ameokoka pia, yuko kwenye upande wa uimbaji. Swali yangu ilikuwa hivi, kwani mwimbaji wa nyimbo za Injili anaweza kafanya kolabo na hawa uimbaji wa nyimbo za kidunia? nafikiria ukienda YouTube ukiandika Monica TV utalipata hilo hapo. Na wewe oh, mwenyewe unaweza ukawa na swali, au unaweza ukawa na cha kuongezea, unaweza ukasaidia pia. Na leo tena na, na, na nini nyingine ambayo nimeweza kumtembelea mtumishi wa Mungu nikasema mimi yeye ndio nitakuwa nampa huo mzigo wa kuweza kuchanga, eh, kufafanua vizuri, kwa sababu hii sio mahojiano. Haya ni mjadala kati ya mimi na yeye, kuangalia kisi gani tunaweza tukawa tunasaidia watu tu mambo tudogo tudogo kwenye upande wa injili, watu wanavyochukulia kawaida sana. Swali yangu ni hivi au jambo langu ni hivi, mtumishi wa Mungu, hivi ni kwa nini watumishi wa Mungu hawataki kusapoti eh, waimbaji wa nyimbo za injili? Nikisema watumishi wa Mungu, hapa sijasema mapasta tu au maprofeti au sijui wale watu ambao tuseme ndio sisi tunaona tunaona kwamba wao ndio wana cheo, wao ndio wamechaguliwa na Mungu. Sote tukisha okoka tayari tumekuwa watumishi. Watumishi. Kwa hiyo kwa nini sisi watumishi atusapoti ndugu zetu hao ambao wamepata neema ya kutumikia Mungu kwenye upande wa uimbaji. Kwa nini atuwasapoti? Wewe, kama wewe nimekuja kwako mtumishi, hilo unaona wewe tatizo ni nini? Okay, asante sana na Bwana Yesu asifiwe, Amena. Kwanza nimemshukuru Mungu kwa kupata nafasi tena hii mm -hmm. ya kutembelewa na Monica TV yeah. ni jambo la heri, ni jambo la heri, ni jambo la kumshukuru Mungu mm -hmm. na siku kama ya leo ni neema kubwa kutembelewa na Monica TV kwa mara yeah. nyingine kwa ajili ya mada hii mm -hmm. E, mimi kama mwimbaji kama nilivyotangulia kusema kwenye interview za, za awali mm -hmm. ni kwamba kuna changamoto kubwa e, wa waimbaji hasa sisi waimbaji wa nyimbo za Injili mm -hmm. kuhusu eh, kupata sapoti kutoka mm -hmm. kwa watumishi wengine. kwa upande wangu mm -hmm. kuna mambo mengine nitayasema. mm -hmm. Na unajua unaweza ukasema uka, ili wengine wakakuchukulia vibaya mm -hmm. kama ile interview tuliyofanya mbele, kwamba kwa nini mwimbaji wa nyimbo za Injili afanye collabo na mwimbaji watu wengi walikomenti wengine wakikomenti vibaya wakasema kwamba ni kwa sababu kwa zote ziko sawa kwa hiyo kila mtu ana mtazamo wake na ni kweli sasa mimi kwa mtazamo wangu kuhusu hilo swala ni kwamba ni kweli eh, wa, wa, watumishi wengi hmm. wanawaachilia waimbaji wa, wa injili wa injili kwenye support spoti hmm. hatujui kama ni nini hatujui kama ni ni shetani hmm. ni kwa sababu hiyo ninaweza nikasema kitu kimoja kwanza. Wakati wa zamani watu wengi walikuwa wanaimba kwenye makundi ya makwaya. Miaka iliyopita watu hawakuwa wanajibezi sana, mm kwenye huu uimbaji wa siku hizi wa muimbaji binafsi. Waimbaji binafsi wamesha kuwa wengi, kila mtu mwimbaji binafsi, tofauti sana na zamani. Watu wengi walikuwa wanaimba kwenye makwaya kanisani, lakini sasa wakati huu si vibaya kwamba watu waanze kuimba eh, kuwa waimbaji binafsi mm -hmm. Ni vizuri kwa sababu ni lengo kubwa, ni kuitangaza Injili lakini kui. Sasa licha ya kuwa waimbaji ni wengi, lakini tunahitaji sasa sapoti mm -hmm. kutoka is. kwa watumishi wenzetu mm -hmm. kutoka kwa wachungaji wa makanisa ambayo mm -hmm. tunasali mm -hmm. nn lakini sasa shida ni kwamba hata wale wachungaji watumishi wengine mm -hmm. wanashindwa kushika mkono wale wimbashi ambao wanainuka kwa vipaji kwa vipaji vya uimbaji. Unaona mtu kabisa, unajua kwamba huyu ndani yake ana kipaji ndani yake ana kitu cha Mungu cha uimbaji mm -hmm. Sasa kuliko kumshika mkono na kumwinua, kumtoa sehemu kumpeleka sehemu nyingine, hiyo mm -hmm. inakuwa shida mm -hmm. na kwa upande wangu naweza nikasema tu ni hiyo ndo, ndo, ndo mbinu za Shetani kwa kuzuia kazi ya Mungu hmm, isiendelee. Kwa sababu gani? Injili inatangazwa katika njia zote, kwa njia ya neno, kwa njia hmm, ya kuimba, na kwa njia hmm, ya matendo pia. Ah, kwe. Na sisi tuliosimama kwenye eneo hii ya, ya, ya, ya kuimba na, na, na sisi pia tunahitaji so support. Support, ya ili kazi ziwe zinaonekana zi kimataifa, ziwafikie watu wengi. Hmm, unajua mtumishi, mimi naweza nikasema Wakristo wakati mwingine tunazidiwa na wenzetu wa upande wa pili yeah. Unajua, kuna mtu producer kwa mfano au ni mtu ni tajiri tu, akiona mtoto hata mitaani anaimba vizuri, anasema da, huyu mtoto ana kipaji ndani yake. Unakuta anatafuta kontakti zake, anamuona, anamwambia wewe, nataka ujaribu kwanza, anamuingiza studio, analipa. Unaona, na ule mtoto ana, anakuwa kama sponsor wake. Wale wenzetu upande huu wako vizuri sana, lakini sisi hata Tuone, kuna mtoto anaimba vizuri mitandaoni. Watoto wengine wanafanya nguvu sana, wanajirikodi, wanatupa mitandaoni, labda kuna watu wanaweza wakasapoti wale watoto mm. Waendelee na kipaji kile cha kumhubiri Mungu au Yesu kupitia uimbaji mm. Sisi hatuwapi sapoti kabisa, na hiyo ukija kuona ndio maana watu wengine mtumishi wanasema wa, wa, wa, wa Kristo ni maskini sana mm. Eh, kwa sababu ukija kuona kama sisi Mungu wetu ana pesa, ina maana na sisi pesa tunazo, lakini kitu kitu kinachotushinda kufanya na kujua, nikija kusema nikifanya hiki kitu nitakuwa kama naharibu pesa yangu hmm. Unaona, kwa sababu wale wenzetu wao wakifanya wa hivyo wao wanawekeza wanawekeza, hmm. kwa wale watoto hmm. au kwa wale vijana ambao wana vipaji, kesho kesho kutu atakuwa msanii mkubwa, atakuwa namwingizia pesa, pesa yaki, ni kama ile pesa yake atairudisha. Ni tofauti na sisi sisi, kwanza tunachokifanya ni huduma hmm. tumepewa bure tunatoa bure, bure. tunachofanya sisi ni huduma, kwa hiyo kuwekeza kwa Mkristo wa nyimbo za injili huwezi kuwekeza kwamba utapata faida ndani Aa, kwa sababu Injili yetu sisi ni bure mm. Sasa hilo na mimi kwa, kwa, kwa mtazamo wangu naona hilo ndio kidogo watu wanaona waki wakisapoti mwimbaji wa nyimbo za Injili ni kwamba wanapoteza pesa yao. Unajua dada, kuna shida moja, kuna mm. kitu kimoja ambacho nataka ni niwaambie watu yeah. siku hizi eh, kuna makampuni eh, kuna matajiri, kuna watu binafsi ambao wanasapoti, wana kazi mm -hmm. eh wanasapoti waimbaji wa bongo flava wanasapoti waimbaji wa, wa, wa tofotofauti. mm -hmm. na kuna wengine wanaosapoti kabisa waimbaji wa nyimbo za injili Lange. Sasa utofauti uko hivi wa, kuna wale mao ma, ma sponsor wanao, wanaosimama kwa ajili ya kusapoti hivyo vitu mm -hmm. wengi wao hawajaokoka awa mm -hmm. na hawamjui mm -hmm. Kristo mm -hmm. sasa akija kwako koyo kama muimbaji wa nyimbo mm -hmm. za injili ili ya kusapoti kuna mikakati na mikataba ambayo mtasaini naweka, ile ambayo itakuruhusu itakufanya wewe kutokufanya vitu vingine ambavyo viko tofauti na, na, na, na maandiko. Kwa mfano okay, ni, ni mfano mtu sasa hivi akija kwangu hapa mm -hmm. aniambie kwamba nimeona kipaji chako, naona kweli unaweza ukafika mbali, lakini sasa mimi nitawekeza kwako, yani nitakusapoti, ili nikuinue uende kimataifa, lakini sasa kwa kukuinua, naomba usifanye moja. Kwasi siku hizi wale wenye sponsor wenye hela mm yao -hmm. wanakuja na, na na na na sharti moja, mm kwanza, wanakuambia kwenye nyimbo zako usiwe unamtaja sana, sana, sana Yesu. Yes, yeah. ni yani, kweli, kwenye nyimbo zako usimtaje sana Yesu mm -hmm. Yaani imba nyimbo za injili za kisasa, hiyo hizo zinakuwa na impact, zinakuwa na zinakuwa na influence kubwa, watu watu wanazipenda kwa hiyo kuna kitu kimoja una, ina maana unaanza kutolewa taratibu hmm. kwa, Yesu. Kwa Yesu unaanza kutolewa taratibu hmm. kwa, Yesu. Kwa Yesu sasa kwa Yesu. Baada ya muda baada ya muda unakuwa kabisa umeachanishwa na Yesu sasa, mtumishi. Samahani, mm -hmm. sijamaliza. Unakuwa umeachanishwa na Yesu jambo ndio maana nilisema hivi. mm -hmm. kwetu sisi ambao bado tuna ile neema ya kumtangaza Yesu makanisani, mm -hmm. Wapi ukiwa bado tuna ile neema, mm -hmm. sapoti wale ambao wanainuka wana kwenye vipaji, mm -hmm. wale walio na vipaji vya uimbaji, mm -hmm. wasapoti ili asije mtu ambaye hayamjui Kristo aje amchukue amsapoti yeye. yeah. Lazima atafishi mm -hmm. kwenye matakwa ya yule mtu ya yule mtu. ni kweli, unaona atampeleka sehemu ambayo sio sio njia yake. Ndio maana hata hapo hapo nitaka kuongelea hapo ni kama na wewe roho alikuongoza, na mimi nataka kuongea. Ndio maana sasa tunahamasisha watumishi wa Mungu ambao wako makanisani, ambao wameokoka, ukibarikiwa ki, kipato ambacho unajua unaweza kumsapoti mwimbaji wa nyimbo za injili, lazima asapoti. Mm. Kwa sababu sisi wenyewe wa Kristo tukisapotiana sisi kwa sisi tunajua tunachokifanya, yeah. Mimi nikikusapoti wewe, kwa sababu mimi na wewe Mungu wetu ni mmoja, tuko mwadu, kwenye lengo moja. Nafikiri mi nitakupa masharti hapana, sharti litakalolifanya ni wewe umtukuze Mungu peke yake. Kwa hiyo ukifanya kitu ambacho hakina utukufu wa Mungu ndani yake, mimi napasha kupigana na we bwana. Hayo sio makubaliano yetu, kwa sababu sisi tumeokoka, yeah lakini sasa ukishaenda kusapotiwa na mtu ambaye hamjui Yesu, hajaokoka, ndugu yangu, anakupa masharti yake. Lakini kwa sababu uimbaji wengi wa nyimbo za Injili wanapenda sana sifa, lazima watatembelea mle, mle anakuambiwa, usimtaje Yesu, sawa. Mungu mwenyewe mpitishie kwa juujuu, sawa. Yesu anataka wapromoti, na ndio maana ukiona nyimbo za zamani hapo nyuma na a sasa a sa sa <clears throat> zile nyimbo umepungua. Hakuna nyimbo, ni tofauti, hakuna hamna kabisa, unaimba unaimba, mimi ni nabifu na mtu wa mtumishi hapa alafu nifanyeje? Naenda kuweka ule wimbo ambao najua hmm. Kule walinidharau nilijua, mtajua tu. Mumeanza kuchangamka, mumenikataa, muliniteta na leo nakuja kuona ni mipasho iko mle ndani. Wimbo mwanzo mpaka mwisho, hakuna utukufu wa Yesu Kristo ndani yake. Kwa hiyo wewe unaambiaje Wakristo sasa, ambao Mungu amewabariki na kipato, unawaambiaje ili wapate kusapoti kazi ya ya huduma kupitia nyimbo za injili. Ni kweli mimi kwa upande wangu ninaweza nikatoa ushauri kwa wale ambao ni Wakristo kabisa wamemwamini Kristo, wameokoka na wanamtumikia Mungu na Mungu amewajalia mm -hmm. kipato yeah. Ee, ukiwa na kipato na ukitaka kumsapoti mwimbaji wowote wa nyimbo za injili mm -hmm. fanya kama Mungu anavyokuongoza. Amen. Kwa sababu utakapokuwa umefanya ume, ume hatua ya kumwinua mtu mtoa hapa kumpeleka hapa mm -hmm. Utakuwa umechangia katika kazi ya utukufu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo kuanzia makanisani, mitaani, waumini mm -hmm. wenzangu wa mm -hmm. Kristo wa manabii, wachungaji mm -hmm. waalimu, watumishi wowote, ukiona kazi ya Mungu sapoti. Amen. Ukiona kazi ya Mungu mahali sapoti, kwa sababu mm -hmm. hiyo ndio lengo kubwa la sisi kuwa wa Kristo kusapoti na kuinuana, kuinuana, kuinuana hadi viwango, viwango zaidi na zaidi, kwa hiyo Tuinuane jamani, wale wa, ambao walio na vipato tuinue waimbaji ambao wanachipuka, tuinue waimbaji ambao wana lengo la kutangaza Kristo katika ulimwengu mzima. mm hiyo -hmm. ndio lengo kubwa mm. na ukiwenda mtumishi, kwa kumalizia, ndio maana wanasema kumtumikia Mungu sio lazima uimbe tu hmm. Sio lazima uhubiri, sio lazima wewe uwe, uwe wa mtu profeti. Unaweza ukatumikia Mungu hata kwa mali zako tu yeah. Kwa kusapoti huduma kwa za Mungu yeah. Kwa kusapoti hata kulipia jengo mm. ambalo watu wanasalia, kununua hata viti vya kanisani mm. wewe unamsapoti, unaweza ukawa una huduma ya ya kipato chako ya kufadhili, eh, ya kufadhili hicho ndio Kiswahili kwa natafuta ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kufadhili. Biblia inasema hivi, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani hmm. alipokuwa anatembea na wanafunzi wake, kuna watu waliokuwa wamejitolea, wamejitenga kwa ajili ya kufadhili ile kazi. Ni wana, nani? Wanawake hmm. walikuwa wanatoa pesa zao kwa ajili ya kusapoti safari zote za Yesu. Hiyo kwa kwa wao, kazi yao kubwa ilikuwa ni kusapoti, kusapoti panapohitajika pesa wanaweka. Kwa hiyo wana kila mtu katika kanisa ameitwa kivyake. Kuna wale wameitwa kwa ajili ya kuimba tu, kazi ni kuimba, na wengine wamepewa pesa, wao wameitwa kanisani ili kusapoti kile ambacho kinaonekana kanisani kwamba hichi kinahitajika, kiviku cha sehemu yeye anakichukua, anakificha sehemu. Kwa hiyo kila mtu kwenye tabaka yake kanisani, hivyo hivyo kama ukipewa kipawa, kipawa cha kuinua mm-hmm, au kufadhili watu wengine kanisani, fanya kwa moyo na Mungu atakuinua. Hiyo ndio karama yako, usiiache. Haya bwana, nafikiria tumeweza kuelewana hapo, watoto wa Mungu, mahali popote mlipo, na mada zetu zitaendelea wakati, kila siku kila ambacho Mungu atakuwa anatuletea tutakuwa tunakuja na watumishi mbalimbali mbali. Lakini kwanza, hii hapa tuna mtumishi hapa, aeba maonyesho, kwa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za injili mkubwa sana hapa kwetu Kanada Kebeke. Ukihitaja waimbaji Kanada Kebeke katika hawa watatu utushindwa kum, kumtaja ayeba maonyesho etolo, nenda YouTube, andika ayeba maonyesho, utakuta nyimbo zake nyingi sana yeah. yeah, Jina, sino, ilo mtumishijahilo u ayeba maonyesho utakuta nyimbo zake nyingi sana YouTube, ni nyimbo nzuri sana za sebeni, nyimbo za kusifu za kuabudu, yani kila unachotaka utakipata YouTube. Endelea kufuatilia Monika TV na Mungu akubariki.